Mwenezaji wa vinywaji bora kabisa lakini Asas, GSM Shopper, Silent Ocean, Robert Thomas, Marcia Real Estate na wengine ambao wapo nemdelea kutambua uwepo wa rais wa shirikisho la ABU WBC Africa ndiyo ambayo inaenda kufanyika hivi sasa. Upande wa red corner, kocha wa Frank Shagembe anaendelea kumpa mbinu mchezaji <tus> wake Frank Shagembe anaanza kwa kasi, anapeleka jabu bili ya tatu, hii ni ya tano, ya sita, hiyo ya saba na score. Anaangalia namna ni kuscore. Jibril naye ni kama vile Sajada anakuja puta puta, ni kama vile anakuja bila ga. Mamuzi anamuonya mmoja, Sajadi, ngumi za kwenye uchogo hizo bwana, hapana, achana nazo bwana. Ni kama vile ameshindwa sasa. Ni kama vipi bwana eh? Ni kama vile hana mbinu nyingine, kwa sababu ni kama vile alichotegemea anakutana na hapa hivi. nafasi, kitu gani, hivi atakuwa na chengine na hapa taendelea, atakuwa na nafasi ya kufanya hivi. Anamwambia ana anawaambia, kata alama moja, kata alama moja. Kila kona kuna faul ambayo ameifanya Sajadi Meherabi, na nilikwambia pale awali, eh, Calvin ya kuwa ukikumbatia hakikisha usalama wa mwenzako ni kitu cha msingi. Ukimgusa katika maeneo ambayo hayaruhusiwi huenda ukakatwa alama moja moja. So kitu ambacho anatakiwa kufanya Sajad ni kuweza kuangalia usalama katika mbinu zake za kukumbatia. Frank Shagembe tayari indicator imeshawaka, naweza nikasema hivyo, amekuwa mwepesi, amekuwa flexible, anatupa jab, anatupa right hook, na silaha kubwa ya Frank Shagembe ni left hook na oh, anaweza kamaliza mchezo kwa left hook na namna ambavyo anamkumbatia asati ni mehesabi shughuli inaanza uh, kuwa nzito kwa upande wake. Anapokea jabu za kutosha mno. Frank Shigembe anaendelea kuscore vizuri, zikiwa zimebakia dakika moja na 30 sekunde eh, kabla ya raundi hii kumalizika, lakini shughuli katika raundi hii ya nne inaelekea kuwa ni nzuri kabisa kwa upande Wabondia huyu wa Tanzania Frank uh, Shagembe. Na nimependa eh, jinsi Frank Shagembe sasa hivi alivyo improve kwenye movement. Sasa amekuwa kai tena kwenye ring, anafanya movement nzuri, anafanya jab itulii japo aipoi, japo amekuwa akikumbatiwa na mpinzani wake kwa sababu kukumbatia inamfanya inampunguzia ile kushambuliwa kwa sababu kwa hiyo hii, kwa hiyo hii ni kwake inakuwa ni kama vile Ha, hampi pumzi. Kwa hiyo kwaiyo, sasa hivi movement yake like, imeimprove mangalia, anaimprove kabisa, lakini amekuwa akikumbatia Sajjad kwa sababu anahisi kwake anaweza kuwa na madhara. Yes of course, na naweza nikasema kwa namna moja eh, ama nyingine